ga mfungaji kupitia makosa madogo madogo katika funga yake. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu wa, wa mkoa wa Singida, wale ambao waliokubali kufunga, wamepoteza muda wao, wameacha vyakula vyao, wake kwa waume, waume wamewaacha wake zao kwa wakati ambao Mungu amekataza wasikutane na wanawake pia wameweza kuzihini nafsi zao kuwa mbali na waume zao mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo, haya yote tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika makosa makosa madogo, tujitahidini sana kutoa zakatul fitri. Na wakati gani wa kutoa zakatul fitri? Kuanzia sasa ni wakati wa kutoa zakatul fitri na mwisho wake wa kutoa zakatul fitri ni pale katika kisimamo kabla ya kisimamo cha sala ya Idi, watu wanatakiwa wote wao wameshamaliza kutoa zakatul fitri. Kwa hiyo niwahimize Waislamu wasingoje kutafuta watu katika misikiti au viwanja kwa ajili ya kuwapa zakatul fitri, na zakatul fitri inatolewa kwa mayatima wajane, masikini, walimu wa madrasa wanayefundisha madrasa, mashekhe. Nitoe wito kwa maamuma, wajaribu sana kutazama katika makundi haya yanayestahiki kutupewa zakatulfitri. Basi niwasisitize na walimu wetu wa madrasa, wahakikishe wanathaminiwa wanapelekewa zakatulfitri.